gependa nitawawezesha nyinyi tawapa uhuru wa nyinyi kujitafutia hicho. Asante Bwana. <totipa> kwa kwa <totipa> turudi mezani. Kuna watu ambao wamejipa leseni ya kuua. Kuna watu wako tayari kuua, wako tayari kuua, wana leseni ya kuua. Mimi naweza kusema yeye, na hili pengine litakwaza watu, ana bahati kuondoka, ana bahati kuondoka kwa sababu kama hazitachukuliwa hatua, tunakokwenda ni kubaya zaidi. Kwa hiyo hayo mabaya yakitokea, hayatamkuta yatatukuta sisi tuliobaki. Nen, mimi nimekutana na Askofu Munga chuo kikuu cha Makumira akiwa amenitangulia. E, yeye baada ya kumaliza kidato cha sita aliingia kwenye utumishi wa uingiristi huko, kwa hiyo alichelewa kuingia, mimi nilikwenda moja kwa moja o e, tukakutana Makumira tukawa marafiki e, misimamo yake aredi ilikuwa inaonekana Makumira, lakini zaidi sana ilikuja kunolewa alipokwenda chuo kikuu cha Lund kule Sweden, akiwa anasoma shahada ya udaktari. Mimi wakati huo nilikuwa nasoma chuo kikuu cha Copenhagen, na kutoka Lund kwenda Copenhagen tunatenganishwa na maji, unapita katika mji mdogo wa Malmo, unafika Lund. Kwa hiyo tuliendelea kuwasiliana tu na kutembeleana. Sasa yeye akanolewa zaidi katika misimamo hii ya haki, kwa sababu andiko lake na utafiti wake wa udaktari ilikuwa ni juu ya theolojia ya ukombozi. Lakini sasa kwenye theoloji kuna kitu tunaitwa epistemology. Yeye alichukua kipengele kidogo cha epistemolojia katika theolojia ya ukombozi, na akawa na mwalimu wake pale aliyemsaidia sana mpaka anamaliza. Mimi nilipotoka hapo nilikwenda chuo kikuu cha ki Chicago pia mimi nikajikita zaidi katika, katika teolojia ya maendeleo, lakini nikiazima vionjo vingi kutoka kwake katika teolojia ya ukombozi eh, liberation theology. Nikafanya utafiti wangu kule eh, Amerika ya Kati, Bolivia, eh, El Salvador na na kutengeneza andiko langu la udaktari juu ya teolojia ya maendeleo ya Kiafrika, ya Kiafrika. Tukaja kukutana tena, nilimkuta ni tayari amechaguliwa kuwa askofu. Mwaka mmoja na nusu baadaye na mimi nikaingia kwenye nyumba ya maskofu. Alinitangulia kuwa askofu e, yamehudumu miaka kumi na tisa, mi sasa miaka 23. kwa hiyo tumekuwa marafiki sana sana wa familia, wa kanisa na tumeshirikiana sana kitu kimoja ambacho kimetuunganisha sana. Tulikuwa tunaweza kuwa na tofauti zetu binafsi mimi na yeye, lakini lilipotamkwa neno haki, tuliungana. Yako mambo tulikuwa tunatofautiana, si, si vizuri kuyasema sasa amelala, kwa sababu hawezi kujitetea, lakini kila lilipotamkwa neno haki, hata ndani ya kanisa, kwa sababu hata huko ndani ya kanisa hakuna malaika uko ukiukwaji u... wa, wa haki ndani ya kanisa alisimama imara. Haki ya kujieleza usinge mchagulia aseme nini na aseme wapi, atasema uwe unapenda upende, atasema. Uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukutana na watu, uwezi kumchagulia rafiki, uwezi kumchagulia adui. Kuna wakati tulikuwa tunajikuta mimi, watu wa fulani ambao sina interest nao, lakini yuko nao kwao sikumchagulia kwamba Bwana wali usiwe nao, anajua mwenyewe nani ahusikani naye. Alikuwa si mbaguzi, mbaguzi wa dini, itikadi, kabila, ulimkuta katika kila kundi, hakuwa na ubaguzi wa, wa, wa, wa, wa, wa kijinsia. Dayosisi yake ilikuwa mstari wa mbele katika kubariki wanawake wa kwanza e, kwa wachungaji e. Kwa hiyo haki yake haikuwa na mipaka. Alikuwa ni mtu ambaye anajihusisha na watu mbalimbali. Naweza kusema yeye, na hili pengine litakwaza watu, ana bahati kuondoka, ana bahati kuondoka kwa sababu kama hazitachukuliwa hatua, tunakokwenda ni kubaya zaidi. Kwa hiyo hayo mabaya yakitokea, hayatamkuta yatatukuta sisi tuliobaki, yasiyo mazuri, yasiyo mazuri. Tumegawanyika, tumegawanyika kiitikadi. Tuliweza kushinda ukabila ukabila haukutugawa. Dini hazijatugawa. Tunakuja kugawanywa na itikadi. Itikadi tu ndio zimetugawa kama taifa. Tutaki kusikilizana, tutaki kushirikiana, kwa sababu wamekaa wenyewe, hawakutafuta mtu watatu katikati. Wanapogombana wawili hawawezi kujiamua wenyewe, lazima wawepo watu ambao wana uwezo wa kuongea na upande huu wakaongea na upande huu, kisha roho zikakutana na kupatana, tukalitanguliza taifa kuliko vyama. Ni mgogoro wa kitaifa kwa sababu lilo kundi dogo linatumia rasilimali zetu kutunyamazisha. Na nimekumbuka, nimewahi kusema, nyie huwa mnanifuatilia sana. Katika taifa letu hivi sasa kuna watu ambao wamejipa leseni ya kuua, yaani hawapati tabu kuua, wako tayari kuua. Ehe, ya kuua, kuua. lakini sasa hatujapata watu walio tayari kufa. Siku walio tayari kufa wakipatikana, kama walio tayari kuwa walivyo, taifa hili litapata madhara makubwa sana. Kuna watu wako tayari kuua, wako tayari kuua, wana leseni ya kuua. Kikanyaga barabarani, watakukata miguu, fanya nini? Wako tayari. Sasa kinachokozekana ni walio tayari kukatwa miguu. Siku wakipatikana hao, itakuwa tabu sana katika taifa hili. Wanazungumza vitu vya kawaida, tangu awamu ya kwanza tumejenga madaraja, tumejenga mashule, tumejenga mahospitali, tumenunua ndege zikachakaa, tukanunua nyingine na kadhalika, ndio yanayozungumzwa kwenye majukwaa. Sijasikia mtu anakemea rushwa, sijasikia mtu anazungumzia haki ya kukutana, sijasikia mtu akizungumzia habari ya waliopotea, wako wapi na tufanye nini? Sijasikia. Wamechagua hivyo, na mimi nimechagua. Ningetamani kusikia values zaidi kuliko shopping list. Sifurahii kusikia shopping list kwenye mikutano. Shopping, nitaleta hiki, nitawanunulia nini. A, a, ningependa nitawawezesha nyinyi tawapa uhuru wa nyinyi kujitafutia hicho.